Katibu wa tawi la Simba mwenye nguvu Mzee, habari? Nzuri, habari yako. Safi. Bwana, mimi na kuongeza ni kwamba msiwe na wasiwasi washabiki na wapenzi wa Simba. Simba inajitahidi na kila vizuri mm. mm. mm. Kuna marekebisho madogo tu kuongeza kasi ya kukimbiza mpira tukishinda ugenini. Tena kipindi cha pili Simba kama alikuwa amechoka hivi, ah, kuchoka lazima wachoke maana alijituma kwa nguvu sana. Isipokuwa sasa mm. Kocha naye afanye maboresho mapema, kurekebisha kuingiza kwa upya, yani afanye sabu sabu mapema kwenye dakika 70 75, na tano, achambue nani ni mtoe, aweke wenye nguvu, sio tegemea wale wale, dakika 90 wote acheze. Hmm. Watachoka sana na kule ni ugenini. Hmm. Najua tukihea ugenini lazima kuta fane, wanakuwa sio wengi, wanaweka wa nini wa, uh, viungo wanakuwa wengi, hasa kama mimi ningekuwa kocha. Hmm. Maono yangu ule beka wa kushoto nani angekuwa kiungo mshambuliaji ule akeka, akeka beki mwingine ana kapobe ana hamu sana ya ana hamu sana ya kufunga, kufunga. wakimweka mbele pale ana kukaba utapata magoli hiyo. mm. Mimi nimeiona na, mimi ni mchezaji, nimecheza siku nyingi na nimecheza me, me, me, mpira siku nyingi nimechezea ah, nikatoka kwa studio nikaja hapa Dar es Salaam mwaka sabini na ndugu okay, yangu Semainda okay, ngala menjia Simba pale, nimecheza siku kama wiki mbili tatu, ikaumia goti nikakaa miaka miwili sikuzia tena mpira, nikaudi Tanga kaudi nika tena hapa mwaka sabini na mbili nikaajiriwa serikalini kwa mpira kama kocha mchezaji no, wa timu wa mpira maliasili. Watu wanajua sana mpira nimecheza sana. Tuambie jina lako turudie tena. Jina langu naitwa Andrew Kijana. Namba saba namba tisa miaka ile na miaka hii. Simba ya miaka hii, Simba kidogo wanacheza mpira wa kisasa, unajua. mm. Mpira za mani, bubu, mm. wa zamani ulikuwa ni bubu, hamna ile pasi wakubwa wa Pepsi, hamna faulu anaputa yeah. hamna faulu sasa, mkigusa mtu raf mm. ukimtia gusa gusoni raf kwa mpira. Sasa hivi uko uko modern zaidi. Unaikumbuka Simba ile ilifika finali mwaka 93? Nakumbuka ile ni tabu. Mm. Tuliandaa kila kitu mpaka kanga zile, kila mchezaji mtu mtu, anayekwenda kuangalia mpira na pasenti 100, ya ushindi asilimia, tufanye nini nini nini. Ushauri wako sasa kwa vijana wa sasa, kama mtaalamu lakini mkongwe wa soka, sasa unawaambia nini? Nimesikia maoni yako kuskota kufanya sub mapema. Lakini vipi kuhusu wachezaji wenyewe sasa? Unajua wachezaji wa Tanzania tatizo ni...... Sasa Simba ina wachezaji mchanganyiko wa Tanzania ay, ya, na wacha wa Simba wote, wachezaji wote kwa jumla mm, wa Tanzania wanapoajiriwa na timu kubwa, wakishapata zile pesa zina wafanya mazoezi wafanye starehe. Kwa nini? simu ya mpira siku zote starehe, kufanya starehe, mpira unashuka mazoezi asubuhi, saa sita jioni, chakula kizuri, upate kupumzika. Hapo mpira utaucheza. Na kina Shabalala miaka mingapi? Huo kina Kapome miaka mingapi? Kuna mwingine hmm? miaka miwili tayari hawezi sumu ya mpira, mpira, pombe na ushirati, basi mpira utaucheza tena siku muda mrefu, hata kuumia uumivu, pesa na vijana siku hizi, tu naambia mpira ukicheza, mpira ukishajua, lazima ufanye mazoezi kwa bidii ili kusudi kufanikiwa. Na ukishapata pesa tu mazoezi utaka takasare uweze kucheza mpira tena. Sawa sawa. Majina yako ni nani? Naitwa Emmanuel Francis. Wewe mechi ya jana umechukulia nimeona nani? Mechi ya jana nimeona, tunacheza vizuri. Mm. Na wachezaji wamejitahidi. Kipindi cha mwisho kile cha pili kile. Kama walichoka hivi. Ah, wale walikuja juu wale. Ah, mpira ndivyo, mpira ndivyo ulivyo. Unaposikia hatua hii ni hatua ambayo ya kupambana, ni hatua ngumu kila mchezaji anajitoa kucheza mpira. Ndio kawaida ya Simba na ndivyo tunavyocheza na ndivyo kocha jinsi anavyotengeneza chaji wake na kwa approach kwa ajili ya mchezo, mchezo ambao uko mbele yao na kufanya mabadiliko mema ili wachezaji wasi wale ambao wamechoka kuongeza wenye nguvu kuchoka. Simba haijawahi kuchoka. Simba Simba hajawahi kuchoka eh, la Tabata Kisiwani, Simba mwenye nguvu hajawahi kuchoka. Sasa unaionaje mechi inayokuja? Ah, mechi inayokuja kule eh, South Africa, mimi nina imani kubwa sana ya ushindi eh, hmm, na ndugu mwandishi, mimi nakuhakikishia hmm, wewe ukishashinda mechi ya kule hmm, uje hapa kama ulivyokuja leo hmm, uje siku ya pili tutakualika. Ah, eh. Na nyinyi mnakunywa supu, kumbe sisi siku zetu sio ya kibudu Eh, eh, tunakualika uje hapa asubuhi eh, na mapema saa kumi na mbili eh, tunamwangusha mnyama. Wakina nani siwezi kuwataja, ukisema wakina nani ah, si <laughs> nanitongalisha wa <laughs> <clears throat> na rafiki zangu wenyewe. Mnachinja mnyama hapa mnachinja mnyama hapa hapa, na faibu kubwa hapa

Mtana mtana anakimbia, mtana anakimbia kiukweli, na, na, na, na, na, na, na ki mechi ah, yeah. nyingi sana Ah, umesikia unanifurahisha mtani, hey. Anakimbia mbuka hapa, hey. Simba bado hajacheza mechi kibao, wenyewe na wana uhakika, ameshinda ameshinda, bado hajacheza, sawa hajacheza. mimi ninakuhakikishia, hata hey. ile kombe la hapa nyumbani kwetu, okay. si tunachukua Unachukua wakati mwenzio ana point, sisi hazitusaidii kitu. Tumepishana point ngapi? Sisi tuna mechi ngapi hatujacheza? Kusanya hizo zote, zote zote zote saba, na ni za nyumbani, nyumbani, nyumbani, tuna mechi mechi sisi. Yapo ye mlembo. Sasa mimi, yule mwamba atasimama na atafungwa. Kwa sababu sisi njia zake anazopitia yeye si, si, si tunazijua. Atafungwa na nani? Atafungwa na nani? Vipi anaocheza, nao, nao, na, ku, ku, ku, nani? Vipi eh? Si, na kati anaocheza nao nao wanataka nani kupata pointi? Tamfunga si wenyewe. Sisi wenyewe ndio tunamwona amekoma kucheza na nyie. Sasa una maana na akili huyo? Eh? Leo anavaa t-shirt imechapishwa hatuchezi. Tumegoma. Hatuchezi hatuchezi. Kesho anakuambia tunataka kucheza dabi. Kuna mtu hapo kwenye? Wewe kama unataka kucheza, kwa nini utuzuie kuingia uwanjani? Kama wanataka kucheza, okay. Yaani sisi okay. Okay. Sisi tupokee wageni, tufanye tutakayemfunga, yeye point tatu, tutaweka gap la point hizo mbili mbili, tutachukua ubingwa kwa gapu la pointi mbili. Sisi na yeye, yeye kucheza vipi? Atacheza, atacheza, atacheza hata hata kwa kwa viboko. kwa kwa viboko viboko viboko hadi sababu baba na adhibu saizu, na na mama ni mtoto anapokosea. Mpaka sasa sisi sisi sisi bado ndio kipindi cha mvua, hivi matopeni kila siku wanacheza nyumbani, anasahau sisi tulicheza na jua huko mgenini sii tunacheza nyumbani, akacheza huko akishinda mechi zake zote sio, kila mtu ashinde za uba, zoote, so da da kwake, ila mechi yake yeye na sisi lazima eh, eh, eh, Eh wewe kabisa. Simba. Simba. <laughs> No, simba kweli? Ah, na mambo ni eh umesikia NBC, nataka wacheza wapewe mpira uchezo na kombe vivyo wakilichukua. Mie nauliza swali moja, Simba walitegemea kwamba Yanga atasimamishwa na Tabora au na Azam kama ilivyokuwa mwanzoni, si ndio? Yanga kawapiga yote awamu hii mnapata wapi kwamba Yanga, nyinyi mtamfuku, tutamsimamisha sisi um, wenyewe? Hapana we. kutokana na <coughs> kila timu imejipanga mm. toka mwanzo wa ligi mm. sisi tumepanga mechi zetu tuweze kushinda, tuweze kuchukua ubingwa. Kwa hiyo hatuwezi kumwangalia mwingine, cha muhimu na cha msingi ni sisi kuzingatia kwamba tunashinda mechi zetu na hatimaye tuweze kupiga hesabu mwisho msimu. Nataka niulize kwa <coughs> vingoya, nirudi mwenyekiti <coughs> ah, naona kwanza Simba mwenye nguvu ni kweli, inafurahisha jinsi mnavyojiamini bwana. Hebu ivijani makofi kwanza. Yani mnajiamini n i ni mnyama kweli lakini mnapata watu ujasiri wa kusema mtamsimamisha Yanga, si ndio hivyo? Wakati mashabiki wengi wa Simba na watu wengi wa soka wadau wa wengi wa mpira hapa Tanzania kwa msimu huu walijua kwamba Simba atamfunga yani Yanga atasimamishwa na Azam au, au Tabora lakini Yanga sasa tukawapiga wale watu, na nyinyi Yanga kawapiga mkondo wa kwanza, nyinyi mnapata mtu na kuchukua amsimamisha ubingwa si hmm? amakupiga mara nne mfululizo, hiyo sio tatizo. Tatizo sisi tunampiga mara hii, wewe angalia zile tatizo hey. Sisi tunampiga mara mara hii hii wewe angalia zile rangi tu, rangi, rangi, na shuka, paka klo, paka hivi eh yeah. Mara hii tunampiga yeye yeah, na tunachukua ubingwa mara hii, sio tunampiga tu

Ametupiga mara hizo nne, hatukatai. Kwa nini ametukatalia kuingia wa kama kweli anajiamini? Hiyo mechi moja no hiyo ndio inayotupa sisi kivul, na kama yeye kweli ni mwanaume na anaitaka hiyo dabi, anaposema anacheza huko, ameprint hachezi, sisi tunamtaka acheze. Yaani atakwa fimbo atacheza, na kwa mechi si tunako mpiga, tunako ndio ubingwa tutatangazia, mimi naamini hiyo mechi ninatamani niiweko mchoni. Sisi tunapompiga tu na kupewa ndoa.